Unajua Watanzania, Tanzania wenzangu, lazima tukubali hichi kitu kimoja. Hichi kimoja tusipokubali kitu hichi, tutailaumu serikali mpaka dakika ya tisini, yani mpaka Yesu, anarudi na hiyo serikali haitatufanyia chochote katika nchi hii. Yani, serikali tuasha tukulaumu kutoka na viongozi oh, fulani, kwa sababu hakuna kiongozi katika nchi hii ambaye tangu Tanzania inapata uhuru aje tukana na wananchi wananchi atolee kitu gani? Tunataka atolee wapi? Tunataka twende wapi? Tunataka twende wapi turudi? Kwa sababu mimi kipindi nazaliwa, mimi nimezaliwa wakati wa Mkapa na kuwa kuwa nikaanza kuwa, kumfahamu rais wa kwanza kumfahamu kwenye maisha yangu mimi mimi ni rais Kikwete Kikwete kipindi huko madarakani. Kwanza hakuna rais mpole kama Kikwete kwenye nchi tangu nchi mimi nianze kuifahamu hii Tanzania nazaliwa, hakuna rais mpole kama Kikwete. Kikwete ni rais mwenye moyo mmoja mgumu sana. Hebu ujifikirie, mimi nazaliwa, Kikwete yuko madarakani, hela zikoga rais sana, unajua vilikuwa vingi sana, unajua vya stori, watu wafanye kazi au wameza kaza kaza tumtania, nani hela ipo, mtu ajali, mtu atakapata shilingi 2000 anaitumia tu anavyotaka, sasa unajua hela ipo, yaani mtu alikuwa hasaamini hela, afu bado kuna rais anatukanwa anaitwa fisadi tapeli, atujenge barabara sijui nini. Yani Kikwete ah, Kikwete Kikwete, yani Kikwete. Uh, nampenda sana kipindi Kikwete anatukanwa, Magufuli alikuwa bado so sio rais, alikuwa anajifunza mengi kupita Kikwete, kwamba kumbe wananchi wanataka barabara, hawataki hichi hichi, wanataka hichi, hawataki hichi. Wanam, wanamtukana rais, anajifunza aka anajifunza mengi, kwamba siku akija kuwa rais atafanya yale ambayo wananchi wanayataka. Sasa atafurahiwa na wananchi. Madarakani alikuwa, alikuwa anatukanwa sana, alikuwa na roho ngumu sana, na hata wale viongozi walioko chini Kikwete, kipindi cha uongozi wa Kikwete alivyo rais na wengine watu, anatukanwa, ajibu mtu, akamati mtu, afungi mtu, wala uji kusikia ujikuskia mkuala, akionya wananchi barabarani wakamsibia barabara, yani fujo yani wana yani kama vile yani wanaleta fujo oh sijui fisadi si nini nini maneno mengi leo. Jifikirie rais analekewa analekewa magogo barabarani, anazibiwa barabara, wananchi wamejaa, wanaleta fujo, wameshika mawe, rais anageuza njia, msafara ushona wapi? Rais anawakimbia wananchi, wakati rais na mabodyguard wameshika mabunduki manini? Lakini Kikwete aligeuza njia, kisa fujo tu za wanambea, alafu wageuze njia aende na safari zake zingine. Rais Kikwete huyo, namna rais mpole. Inawezekana Kikwete ameishi mpaka leo hii kwa sababu ana roho nyepesi. Kikwete anataka kusaidia, ukamzingua, anakuacha wala akufikiri tena. Inawezekana yeye ni mtu wa kusamea na kupoteza, ndio maana mpaka leo hii anaishi. Rais mmoja peace. Rais mmoja mpole, yani rais mmoja yani hana muda na mtu yoyote sio unataka tu kumuongelea vibaya kumsemo, akishagundua wewe anataka kusaidia unataka kumfanyia ovyo, au unamsengenya una, una, una, anakupuuzia kufanya chochote zaidi ya kukupuuzia na kuacha. Haya, mmemtukana rais anatukana madarakani, haya sawa, akaja kumaliza rais wake miaka yake, na mse mwenye akaongea, kwa bwana isikilize, mimi si mpole, nawaletea mkali ambaye mnataka nyinyi kuwajengea barabara, alisema Magufuli anaingia madarakani ashajifunza mengi akawa serious. Serious kabisa n yani, na uongozi na serikali na wananchi. Vimekaza nini? <gulitura> Oh, yani, uwezo ukampata mtu ambaye akakupa vitu vyote unavyotaka wewe hamna mtu yani, hakuna uwezo huo, hakuna mtu eti wewe chagua moja. Unataka hela au unataka maendeleo? Mnamtukana, namtukana, alikuwa mpole kabisa. Kaingia Magufuli, anajenga magorofa, mabarabara, mahospitali, mnanza, katoa elimu bure, vyuma vimekaza nini, vyuma vimekaza. Ndugu zangu nyie, mnataka kitu gani? Chagua kimoja, upewe hela Eh yeah, unue gari, barabara ujitengenezee mwenyewe, au utengenezee barabara nini? Upambane, utumie akili upate hiyo hela kwa akili na nguvu kubwa, ili upite kwenye barabara yenye magari. Hakuna rais ambaye mtamtaka nyinyi, mtamtaka yani, mne mtaka nyinyi. Kipindi Kikwete huko madarakani, mama Samia amejifunza vingi. Kipindi Kikwete huko madarakani, Magufuli amejifunza vingi kuhusu Kikwete, na alivyoingia akataka kurekebisha yale makosa ambayo ameyafanya Kikwete, lakini bado ndio Magufuli, mkaanza kumtukana, lakini sisi tunatukana kwa hiyo. Atuji kupata kiumbe ambacho tunakitaka sisi, lazima tukubali kitu kimoja pate hela hiyo hela ikusaidie mwenye jitengeneze barabara sometime, hiyo uwe na akili usaidia na serikali yani, au utengenezee ujengee magorofa majumba manini yani uweji, yani wewe ukataka vyote, hakuna mtu aivo. Nchi yetu sisi bado ba, sana ndio kwanza na rais wa sita tangu ipate uhuru, wewe ukataka wewe kama marekani Marekani, rais wa arobaini na saba sasa hizi yuko madarakani kikosi si bado sana, rais wa sita, tunataka vyote yani tunajifanyisha na nchi zilizoendelea wakati ndo kwanza rais wa sita. Sisi wa Tanzania ni wanafiki, si washoboke yani viongozi, wala si wasifii viongozi, ila kiuhalisia, Tanzania ni nchi ambayo inaongoza kwa wanafiki wengi, na ndio maana sometimes pia kuangalia, rais Magufuli alisacrifice maisha kwa ajili ya maskini, lakini mwisho wa siku Hawa maskini ndo alianza kumtukana. Wewe jaribu kufuatilia wenye tabia kutukana watu wa serikalini wakina nani? Asilimia kubwa ni sisi watu wa huku chini. Kapotea, bora Magufuli kwa sababu ukiangalia mimi nakuwa naona Kikwete anatoka madarakani, fisadi yule, si nini? Haya, kaingia Kikwete, kaingia Magufuli madarakani, Kikwete anatoka madarakani, kaingia Magufuli, bora Magufuli Kikwete, bora Kikwete, vyuma vimekaza. Haya, kaingia mama Samia, Magufuli amekufa bora Magufuli, zamnataka nini ndugu zangu, bora nini? Yani hakuna rais noaka sisi atakuja apatikane. Tamwe tuchague mmoja tupate A, tukose B, tupate B tukose A maisha. Kipindi cha Mama Samia minakula zangu mshkaki, siwazi sana mazuri, atakuja yenyewe. staki ata kuwaza, utajua wewe sasa, unawaza serikali au unawaza maisha yako mwenyewe. taju kipindi cha Kikwete kizuri, kipindi Magufuli kizuri, kipindi cha Mama Samia kizuri. Na wewe ambaye unafanikiwa, mfano unafanikiwa kipindi cha Kikwete usiseme eti kipindi cha Kikwete ndio ulikuwa unashika hela au ndio ulijenga nyumba ulifanya maisha yako. Kipindi cha Magufuli ukasema eti kila jambo na wakati wake, wakati wewe kipindi cha Kikwete ulikuwa ufanikiwi kuanza kuja kufanikiwa kipindi cha Magufuli. Wakati kipindi cha Magufuli ulikuwa ufanikiwi kwa kisa wewe umefanikiwa kipindi cha Samia usiseme kipindi cha Magufuli kigumu nisingefanikiwa, hakuna. Ni wakati wako tu wa kufanikiwa ulikuwa umefika. Acha upumbavu ndugu yangu, hii nchi ni nzuri sana, hii serikali ni nzuri sana. Viongozi wanatukanwa sana kiasi kwamba an mimi, mi mimi ni mwananchi kuchini kaa nimeshika uongozi. Wananchi ni wanafiki sana, yani wananchi viongozi kusema oh, wanapiga hela sijui nini, hatuna uhakika lakini kumiokoa hela sometimes, mimi naona hako sahihi, kwa sababu unatakia mtu ambaye hata akusupport, yani shida ni ya kwake, lakini yeye akusupport, unamwangaikia kwa ajili yake, lakini akusupport, bora ujangaikie mwenyewe na familia yako, eh yeah. Unakwambia tena kana tazana, sisi ni wanafiki bado, tunabia kuwa na no, umoja yani watu wetu kama yani, nyinyi nji ila sema, mimi naiombea kwa Mungu, ipo siku nitakuja niwasaidie, ni niwa Tanzania, lakini mtinizingua <laughs> Nasaidia kivipi? Nawaelimisheni kila siku na nitakuja kuwaelimisha kwa vitendo nikija kupata nafasi. Yaani, mtu kuiongoza nchi sio kazi rahisi. Shida sisi ndio nikwambie, Watanzania ndio tumemwajiri rais, tumemwajiri waziri, yani wabunge tumewaajiri, wanakula kwa ajili yetu, sisi tunawapigia kula, wanakula, inabidi watutumikie sisi. Sasa sisi tuko wengi, lakini namna wanavyotutumikia tunawatukana tuna tunafanya tuna nini? Tunafanya, inafika hatua wao ndio wanaanza kututumikisha sisi. Sasa yani, wanachoka, wanaanza kutumia mam, mamlaka yao yale walioivaa ile power ile, wanaanza kutumia kwa sababu sisi, sisi hatuelewi. Tunataka tunataka maji, tunaletewa maji, tunaletewa barabara, maisha magumu tukipewa. Sasa huwezi ukapewa hela ukaletewa maji ukaletewa barabara, hela hazitoshi kwenye hii nchi. Yaani upewe hela, ujengewe kila kitu wewe. Mpo wangapi kwenye nchi? Kila mmoja. Tuna tuchague moja. Ndio no maana ukiangalia zikiachiliwa hela mtaani, serikali kiachiliwa mtaani, maendeleo yatakuwa madogo. Na sivyo tujengee vitu ambavyo vitatusaidia watu wananchi kwa pamoja. Tukubali kitu kimoja. Tupambaniwe. Tujengee nini? Mahospitali hayo endee kutetea mahospitali, mabarabara, nini? Tuwai makazini, mtu akiumwa atibiwe kwa wakati. Ama vipi? Ndio dawa zianze kusumbua hospitalini? Si tuna miela mkono, tuna mibunda eh, tushike mibunda. Yani huwezi ukapata vyote Tanzania, huwezi ukapata vyote. Umebarikiwa, lakini huwezi ukapata vyote, kulingana na usawa wa fedha yako na uwezo wako, eh, shida sizani kama ni viongozi, tukiongozwa na matatizo. Viongozi wa Tanzania hawajali wananchi, viongozi wa Tanzania sio mafisadi Shida zizani kama ni kiongozi, kwa sababu viongozi hawa wametoka kwenye familia za kimaskini, wengi wanajua hali ya huku chini. Kinachofanya pengine wabadilike ni unafiki wa wananchi. Wananchi ni wanafiki, ndio Tanzania ni wanafiki. Sisi tuko chini, tuna wanafiki na sisi kwa sisi, na ninaona hata viongozi wanavyotukana sisi ni wanafiki. Na sisi tuache ujinga wa mafu, jamani wali viunguzi damu kama sisi, siwatetei haya. Shongei sana.